Yes, sabana hii hapa ni siku nyingine tena ambayo imetukutanisha na mama mzazi wa Tajiri Chui. Kile kikubwa ambacho kimetuleta hapa ni kuhusiana na kile ambacho tumekisikia kwamba Tajiri Chui amefungua kanisa na kanisa hili atuelewe amelifungulia wapi lakini pia utaratibu wa kufanya ibada unakuwaje. Sasa tumekutana na mama hapa na tunataka atuambie ukweli wote kuhusiana na hiki ambacho tunakisikia kikiendelea midomoni mwa watu kwa sasa kuhusiana na Tajiri Chui kufungua kanisa. Tuzungumzie swala zima la kanisa, kuna ukweli wowote? Na kama kuna ukweli, limekaaje hili yani? mm. Mimi kweli mwanangu alinambia kusema kwamba ana kanisa, lakini sasa mtoto wenyewe yule haaminiki aminiki kama ana kanisa kweli au analo, lakini ki, kwa uthibitisho watu wengine wanampigapigia simu wanasema analo kanisa mm, mm. Nami hajanichukua kwenda kuliona, ila akanambia ndakuja kukuchukua kwenda kuliona. Nikaja akaja kule nikanichukua nimeenda pale nimeliona kanisa mle ndani. Na aliyekuchukua kukupeleka kule ni nani? Alikuja kunichukua meneja wake okay. Akanambia twende huko kaone kanisa la mwanao kweli, nikachukuliwa mpale nikaenda Kufika pale nikaliangalia, katika kuliangalia ile kanisa maana ah, kuna watu kweli wana swali, lakini katika kule kuswali kwao kulimtia hofu kidogo, maana mwanangu, katika ile kanisa lile moja kwa moja ninahisi kama watu wale walikuwa kwenye chama cha Freemason hmm. Ila sasa katika wale kuswali kwao kulimtia hofu, nilishtuka kushtuka kwake mkuta wanasali, mara wengine wanasali vidole wameweka, sivyo? Wanawekaje sijui wenyewe, jizile kifimaso ni wenyewe. Umeona, wana alama zao wenyewe wanasema uh -huh. Naendelea tu kuwaangalia tu, maana hata kuswali tena nikaogopa, nika hata mimi kabidi nisimame niwaangalie tu. Nikawaangalia jinsi vile wanavyosali, mara wanaimba mambo, wanaimba mambo hayaeleweki sisi wanaimba imbaji. Yaani havieleweki vitu vinavyoimbwa. Havieleweki kabisa. Yule mwanangu Chui yeye ndio yuko mbele kule, yeye ndio kiongozi. Sina yeye ndio anasalisha. Yeye ndio anasalisha. Unaona? Nikasema, no. "Oh mwanangu kaniambia kwamba anaacha hii kazi." Sasa mbona hii ishara na iona mimi hapa mbona kama si ni ile ile? Najiuliza kwenye nafsi yangu. Akasema, "Mm, nikasema ngoja niangalie." Nikasimama pale nikaangalia angalia angalia afu sasa kawa kuna kijana mmoja hivi. Huyo kijana na yeye ana biashara zake, lakini sasa sielewi biashara zake anazofanya biashara gani. Lakini yeye yuko mle ndani kwa taji Chui. Chui, yule kijana aliwahi kumsaidia. Akawa amemsafirisha kwenda huko kwa huko. Katika kumsafirisha kwenda huko kwa huko tena anaona Chui si kampenda yule mtoto, akamrudisha pale. Kumrudisha, ndio juzi nilipoitwa mimi kwenda kule kanisani ndio namkuta yule mtoto kwa pale yu na yule kanisani. Eh, nikashtuka na mtoto ina yu maana yuko njama moja na Chui. Si ndio aliyemsaidia huyo? Naona katika kumsaidia na katika ku kazi, na katika kumrudisha huko tena ndio kazi ndio ile naye kazi inaendelea yeye kwa Masoni. Yule kijana mwenyewe hata hapa kama nimemwona yupo vile. Si, si nimuite, eh, yule pale yule kijana mwenyewe. Yule pale yule. Nakumbuka pia kwenye moja ya video za Tajiri Chui nimeshawahi kumwona. Nakumbuka na ni moja kati ya vijana ambao nimeshakuona kwenye video za Tajiri Chui. Hmm, mazingira ya pale unaweza kutuelezea? Hmm, uh, kwako wewe, hmm, una imani kile anachokifanya yeye ni sahihi? Mwanangu sio sahihi bado na sasa hivi ndio umejidhihirishia kabisa. Maana mara ya kwanza uh, zilikuwa ni kama fununu tu tetesi, ambazo uh, pengine ulikuwa hauna uhakika nazo, la mwenyewe. Sasa hivi mama, umekubali kwamba ni kweli. Ni kweli kwa, kwa sababu nimeenda kanisani kwake na nimekuta hivyo, watu wana ishara za ajabu ajabu wanazosali pale, mwingine kaelekea huko, mwingine kaelekea, nguo alizovaa ni nyeusi. Yaani ipo siku nitalichoma moto. Mama nikushukuru sana, aya.